Hiyo ndo shida yangu, mimi sipendi kuongelea masuala ya siasa, sipendagi kuongelea masuala ya siasa, lakini sometimes, inavyokuwa siasa ni, ni jambo ambalo linatuafekti watu raia, uwe unapenda kuongelea au upendi kuongelea, like it's gonna affect you it's gonna affect you so eh pambanieni, like, at the end of the day remember we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 uhuru wao wa kuongea ndani ya nchi ya Tanzania. you have all the right. I don't know, I don't know how to, I, I don't know, sijui hata sometime kuongea vitu kama hivyo, unajua vitu ambavyo vinavo affect your mental health like these are, alafu nikiona nchi nchi kama za Marekani, nchi kubwa zinaleta zinaleta majeshi zake Afrika, zinaleta majeshi wake nchini kwenu Mla, watu wana, viongozi wanaanza kulalamika, o, msilete viongozi, nyiwe mnakuja kuharibu nchi za watu kwa kuleta wanajeshi wenu ndani ya nchi ambazo ziwa.